Salamu, wapendwa wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tushukuru Mungu sana kwa nafasi nyingine ametupatia leo kuangalia maandiko ambayo tunaweza tukafundisha watoto wetu wa kike na wa kiume, wakubwa na wadogo. Wasaidia katika hii safari katika siku hizi za mwisho. Uh, hapa tunaongea jinsi ya kufundisha watoto wetu kutumia um, Isaya kitabu cha Isaya hamsini na tano mstari wa sita mpaka mstari wa kumi na mbili wafundisha watoto wetu maandiko ambayo wanaweza akayatumia kwenye maombi na maandiko ya wa kuwasaidia wao kumfahamu Mungu, hasa anasema nini kwenye eneo hili. mm -hmm. Haleluya. Tuende mbele za Mungu, kabla ya maombi, kabla ya kuanza kuzungumzia hili andiko Bwana Yesu, tunasema asante. Wewe ni mwema, ni mwaminifu, wewe unatosha, wewe una nguvu, una uwezo, hufananishwa waaaish tunasema asante kwa nafasi nyingine tena kupata kuchambua maneno yako matakatifu, tupate kile cha kutusaidia sisi na uzao wetu. Usaidia sisi na wale ambao tunawapa moyo, tunawapa ushauri, majirani, marafiki, katika safari hii ya kustahili mbingu siku hizi za mwisho. Tunaomba ukawe nasi tutupungukie Bwana. Ukatuhurumia kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka tamati. Bila wewe, umeshatuambia hatuwezi kufanya kitu chochote. Hivyo, tunaomba ukawe nasi na kutusaidia. Tunaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukiomba na kushukuru. Amina. Haleluya, yembo. Tusome hii Isaya hamsini na tano inasemaje aji, kwa ajili yetu sisi. Haleluya, Isaya hamsini na tano inasema, tasoma katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya inasema Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maana. Haleluya m akakeleli hako. Amen, ngoja nianze tena kusoma. Inasema hivi katika jina la Bwana Yesu Kristu, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Tutachambua mpaka hapo. Amen. Tuchambue sita mpaka saba, na kama nilivyosema, nitarekodi ambaye ana amani kurekodiwa, basi nitapozi. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tunawaambia watoto wetu wamtafute Bwana maadamu anapatikana. Tunawaambia unamtafutaje Bwana? Eh, kwa kusoma neno, kwa kutafakari neno, kwa kuweka mawazo mchana kutwa, wakiwa kwenye shughuli zao shuleni huko, walioajiriwa kwenye shughuli zao wana wasiliana ndani kwa ndani na bwana wanamtafuta na unahakikisha mtoto hata kama yeye anaweza kufunga ni masaa matatu tu sijui manne tu sijui ni matano tu sita tu unahakikisha anafunga okay. na umwambia awe anajiuliza kuhusu maandiko anatafuta kuhusu maandiko okay. maadamu mwambie mtoto sasa hivi anapatikana mungu okay. tusiwaogopeshe lakini tuambie ukweli Waambie baadaye inawezekana duniani kikawa eh, kidogo amani imepungua eh, kusoma biblia inakuwa labda ni, ni, ni kazi kubwa, wakariri maandiko, ila usimwogopeshe mtoto wako akapata ma ma stress, ila tuwaambie ukweli, kwa sababu unaona dalili zinavyoenda dunia inavyoenda. Kuna maeneo na maeneo sasa hivi hawana hata utulivu wa kusoma biblia tena. Tumwite, mwiteni maadamu yu karibu, tunamhitaji kwenye maombi hmm? Mstari wa saba, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake hmm? Uacha njia mbovu, kuacha njia mbovu huacha dhambi hmm? Mtu asiye haki ni yule ambaye hajaokoka, na tena ninaona kama ninaelewa mtu asiye haki <laughs> unaweza ukawa umeokoka, lakini unatoka unatoka katika njia katika listi ya watu wenye haki, kwa kujichanganya, kwa kujiachia, kwa kuruhusu shetani ya kuchafua, hmm? aache mawazo yake, mawazo. Dhambi inaanzia wapi? Kwenye mawazo. Tufundishe watoto wetu wajichunge mawazo, wanashambuliwa sana kwenye mawazo watoto wetu. Unasikia shuhuda watoto wadogo, jamani, ni nini kinasababisha mtoto mdogo kutumwa tu na wazazi kazi za ndani eh? eti ajiue, eti anaonewa? Yani ni mawazo hayo tayari yalishakaa kichwani, yakajengeka vitu visivyokuwa vizuri, adui alipata nafasi. Tufundisha watoto wetu, adui anaanza kuwachafua mtu, kumtoa mtu kwenye uwepo wa Mungu kuanzia kwenye, kwenye mawazo tuambiwe watoto wetu, dhambi inaanzia kwenye mawazo. Haleluya, hivyo tuchunge mawazo yetu sana. Chunge sana mawazo yetu yasiende kwenye hasira, visasi, manung'uniko, e, vitu kama hivyo. Alafu inasema na amrudie Bwana naye atamrehemu. E, kwa nini? kwa njia gani? kwa toba, kwa toba tunaambiwa atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Mwambie kama na mawazo ya namna hiyo, inatakiwa atubu kabisa kwa kumaanisha, tena atubu kabisa akimaanisha kwamba ataacha, sio kwa e? kumkejeli Mungu. Amen. Utasoma mstari wa nane inasema maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Yaani ili andiko huwa ni zuri, huwa nalipenda, na kwa ajili ya kujipa moyo katika Bwana kwa yale mambo ambayo huyaelewi majibu yake, kwa yale mambo ambayo hujui, Mungu hapa atanivushaje? Hujui hapa Mungu atafanyaje, atajibu vipi? si juu yetu sisi kujua Mungu atajibuje. Sisi tushikilie tu imani kwamba kwa hili Mungu anajua jinsi ya kulitengeneza kwa hili. Karibu mpendwa wetu, tunasoma Isaya 55 na mstari wa sita mpaka wa kumi na mbili. Sasa hivi tuko mstari wa nane, hmm. Inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Amen, labda nitoe nitoe, nisamehe, nimesoma tena mfululizo. Nitoe nafasi kwa anayependa kuchangia, anaweza akachangia hapo, kuanzia mstari wa sita mpaka mstari wa nane. Karibu. Amen. Napenda mstari huu wa nane sana, tukikumbuka inatupa uh, moyo kumwamini Bwana, kuendelea katika imani, katika maombi, katika mambo mbalimbali, tunamwombea, tunamwamini Mungu na wala tusijisumbuage kusema, ah, Mungu hii atajibu kwa njia hii. Mungu yeye hatuwezi, hatuwezi anasema kizungu, hatuwezi kumfiga out kwamba atafanya hivyo, atafanya hivi, atafanya hivyo. Hapana. Mstari wa tisa, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kama nilivyokuwa nikisema, hatuwezi kujua anawaza nini, hatuwezi kujua kwa nini anachelewa kujibu, hatuwezi kujua kwa nini, jinsi gani hapa atajibu. Tuwezi. na na hatupaswi kujua, sio yetu sisi kujua. Mstari wa kumi. yeah, wow. Hapa tufundishe watoto wetu nini? Tufundishe watoto wetu kwa mambo ambayo wanaona wanayaomba hayabadiliki. Mambo wanaomba wanaweza kaomba baba yao abadilike, wa wanaweza wakaomba rafiki zao shuleni wabadilike, e, wanaweza wakaomba rafiki zao wachokozi kule shuleni e, wapunguze uchokozi e, wanaweza wakaomba labda mtoto anatatizwa kwenye somo fulani e, mpe moyo, mwambie siku Mungu atakujibu Hutajua amekujibu vipi? Hmm. Haya, mstari wa kumi. Kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alai chakula, ndivyo hmm, litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu Halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyonituma. Tunajua neno la Mungu, tunafundisha watoto wetu. Kila andiko kwenye hii Biblia limevuviwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, wenyewe walioandika wa kuamka asubuhi wakatumia akili zao kuandika hii Biblia. Kwa hiyo tuambie kwenye haya maandiko kuna majibu yao yote. Hichi ni kitu namfundisha mtoto kitakaa atakaanacho, miaka na miaka, hata kuwa anasahau kitamsaidia katika safari yake kwa mengi, kwa maana watoto wetu hatujua watakutana na nini katika maisha yao, na hili andiko linatusaidia kuwaelewesha watoto wetu umuhimu wa kutumia maandiko katika maombi. Na sisi wenyewe pia linatukumbusha, linatusaidia tupende kutafuta maombi samani, maandiko yanayoendana na mambo tunayoyaombea tushikilie hiyo hiyo. Hayo ndiyo maombi ambayo yanafanya nini, yanamshiko, yana tena, tunukuu kwa usahihi. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa na, anasema kuna wakati alikuwa anapata maono kwa, kwa haraka ni moja wapo ya karama yeye anazo. Yani ana, anaweza mroho wa Mungu anamsemesha. Wengine tunasemeshwa kwa dhamiri njema, kwa unapata wazo, unasikia msukumo wa ndani e, wengine kwa ndoto e, yeye huwa anaona kama maono kabisa. Akaona wamelala na mke wake, akaona roho mbaya tu adui ameingia pale walipokuwa wamelala na lile lipepo likawa linamwambia, leo ninampa mke wako, nitampa kichwa kuuma kibaya sana, nitampa hedeki mbaya sana leo. Akasema haiwezekani, akaanza kunukuu maandiko, akaanza kunukuu maandiko. Sasa tatizo alikuwa ananukuu andiko lile ambalo ananukuu andiko lakini amekosea, inatoka ms, ms, e, sura amepatia mstari amekosea lile lipepo likaendelea tu kuendelea kugoma, kugoma. Likaendelea lika kungang'ana eh, Roho Mungu akamsaidia akarekebisha lile andiko. Lile lipepo likasema, yaani leo hapa nil, nilikuwa nina nafasi ya, ya, ya kumtesa mke wako leo, kwa maana huyo ni mtumishi wa Mungu anaomba sana kufungua watu, huwa na vita vya kiroho sana. Wale ambao yu yuko, a yuko Kenya wale ambao wanapambana wana na Freemason wanataka kutoka wanaendaga kwake kule wanafunguliwa na wanakuwa salama. Kwa hiyo umuhimu wa kujua andiko liko wapi. Kwa hiyo watoto tuwakaririshe maandiko kidogo kwa kidogo, kwa kulingana na umri wao, wakirudia, wakirudia, wakirudia kama wiki nzima, watashika ili andiko ni kwa ajili ya kitu fulani. Utashangaa sana, watoto wetu ukiwafundisha, kuna wanashika vitu vizuri sana na wanatumika vizuri. Ni silaha nzuri sana katika ufalme wa Mungu, kwenye familia, kwenye jumuiya, kuombea watoto wenzao e, mtoto anaweza kaombea mtoto mwenzie shule akapona. Mtoto anaweza kaombea mtoto mwenzie akafunguliwa e. Kwa hiyo leo Roho wa uh, Mungu tu anatufundisha nini, anatukumbusha nini, tufundisha watoto wetu na vijana wetu na wabinti zetu jinsi gani wanaweza kutumia Isaya hamsini na tano katika maombi na katika maisha yao tena ni ninatiwa moyo hata mimi, haijalishi vijana wetu ni wakubwa, huwa walioko mbali, unakuwa una appointment naye, unasema kila wiki nitakuwa na kupigia simu, uniambia yanayoendelea, yanayojili, ili nijue ninakuombeaje kwa wiki inayofuata. Tunaongea, tunapeana moyo, tunapeana taarifa, alafu tunafanya nini? Tunaomba kwa ajili ya wiki inayofuata. Hapa nimepata fursa nzuri sana. Mungu anipe neema, ntamshirikisha na vijana wangu, nitawashirikisha wa, hili andiko tawashirikisha tu, unaweza ukazania, ah, yanaingia ku yanatokea kwa, lakini wanashika mengi sana wanashika mengi sana, kwa sababu unakuta shuhuda mbalimbali mbali. hata mmoja alikuwa anasema eh mama, lakini kiukweli, mimi nitasema kwa uhakika, nimeshuhudia maombi yana thamani kubwa sana, haijalishi mtu bado haja hajasogea katika imani kama nyinyi vile, lakini maombi yana nguvu sana, sio kitu cha kudharau. Nilishangaa hicho ilo neno lilitoka kwa mmoja wapo. Kwa hiyo tuendelee tu kuwaelekeza ku, watoto wetu vijana wetu mabinti zetu kutumia maandiko kusimamia maandiko katika maombi. Amen, karibuni kuchangia kwa wale ambao wangependa kuchangia kabla tujaingia maombi. Amene. Amene, amene.

kadhlika njia zangu ziijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Tumepewa jukumu la kumwomba Mungu na si kuomba Mungu, tumwamini yeye. Ikiwa ameumba mbingu na nchi, Mungu ametuumba sisi, Mungu ametuokoa, no kubwa sana. kwa hiyo kwabangira watoto wetu kwa somo hili na kwa neno hili umejifunga tuwafundishe watoto wetu kwa habari ya uvumilivu, tunda la uvumilivu na, mm. na kungojea, wasio wepesi wa uh, taharuki mm. waweze kuwa na tunda la uvumilivu ndio, tunapokuwa tunamuona mungu, Mungu hatumlazimishi yeye atende mm -mm. tunangojea yeye ndio. Kwa hiyo tunahitaji kuingia watoto wetu waweze kuwa na tunda la uvumilivu ndio, amen, amen. Roho Mtakatifu amenifunulia hicho kitu ili tuwafundishe watoto wetu waweze kuwa wavumilivu, mm. Kuvumilivu ni kumsubiri Bwana ndiyo, wakati wawote ye yeye achelei wale ye ayee hawai. Kwa hiyo wasiwe wepesi, hata watakapokuwa naomba wajibiwa haraka, kama mwanzo wa mtumishi alivyosema, ndio waweze kuwa na matunda la uvumilivu Amen. Amen. Tena wakati unaongea umesema sawa, wanapoomba Mungu wanapojenga tunda la uvumilivu linaendaga na subira, mara nyingi vinaenda pamoja, vinaendaga na subira. Kumsubiria Bwana sio kukurupuka. Ah, hichi kitu nimeomba Mungu anifanyie hiki, alafu anakurupuka ana, anaanza ye mwenyewe kwa akili yake kutimiza kile kitu, anajikuta anakwama kwa sababu muda wa Bwana ulikuwa bado. Huwa kuna muda wa Bwana unafika e, lakini muda wa Bwana ukiwa bado, tuombe uvumilivu, hata sisi tuombe utulivu, tuombe imani, tuombe kuendelea e, tunaita nini, staying power, nguvu ya kusimama, kuendelea kusimama katika imani. Amina basi, kama hakuna mwingine wa kuchangia, tunaweza tukaingia kwenye maombi. Tunajua mpangilio wetu wa maombi. Amen. Uh, wa... yes, karibu mama, karibu, karibu sana, uchangia mstari wa sita amesema mm -hmm. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Hapa nimeelewa kwamba kuna mara mbili, kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, kwa sababu yeye ni Mungu aliyekaribu. Yes. Lakini mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, kwamba ma, pale ambapo unahisi kuna uwepo wa wa Bwana. Hmm. Ama unahisi kuna nguvu za Mungu. Hmm. Yaani unahisi kuna mtembeo waro, wa Roho Mtakatifu sio kwa kawaida. Na unajua kabisa hapa. Ah ah. Hapa kuna nguvu sio zizokuwa za kawaida, ila ni za Mungu. Sio za nguvu za kipepo. Unajua kabisa hapa ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muda ule ambapo Mungu unapoona labda kuna mahali ambapo unakuwa labda unaabudu ama upo kanisani, unasifa ama uko kwenye maombi, hmm. ukaona kwamba Mungu yupo hapa yani, ameshajifunua yupo hapa. Kwa hiyo unaweza ukaomba lolote Ndiye. Mfano mzuri kama hata Yakobo alipokuwa amelala kwenye ule mchago, alipoona tu kwamba e hapa kumbe Bwana yuko hapa ndio. Hapa mbingu zimefunguka, Mungu yupo hapa ndio, akamwomba Bwana, ndio maana akamwambia, ukinipeleka na ukanirudisha, basi mimi nitatembea na wewe no. Kwa hiyo madamu anapopatikana kwamba unaweza ukaomba lolote pale unapoona kabisa nguvu za Mungu zipo. Kwa Mungu yupo hapa, unaweza ukaomba lolote na Mungu akakutimizia, lakini mtakuteni Bwana madamu anapatikana kwamba yeye amesema pia yeye si Mungu aliye mbali Mungu aliye karibu Karika. Yupo karibu sana Diyo. Hata kama utaona atachelewa kwenye maombi ila jua tembea, lala, amka, jua Mungu yupo karibu mm -hmm. Yaani yupo karibu kuliko hata fikra zangu mm -hmm. Yupo karibu kuliko hata ninapofikiri mimi, kuliko hata ninapowaza mimi. Nasema mwiteni, kwa maana yeye <coughs> mwiteni maadamu yuko karibu nasema mtu mbaye anaacha njia yake kwanza hapo kwenye mwitani, madamu yupo karibu. Mm. Neno la Mungu linasema kwenye zaburi mia moja arobaini na tano kumi na nane na kumi na tisa anasema Bwana yu karibu na wote wamwitao. Mm. Mm. wote wamwitao kwa uaminifu, atawafanyia wamchao matakwa yao. Yes. naye atakitikia kilio chao na kuokoa kwa hiyo oh, unavyomwita Mungu ina maana Mungu anapenda unavyomwita anajua, kabisa unahitaji msaada, kwamba wewe ni mdogo. Unavyomwita mungu kwa Mungu, Mungu inamaanisha kwamba wewe ni mdogo machoni pako mwenyewe, uwezi neno lolote bila yeye, ndiyo na ndio maana anakuwa yupo karibu. Yani wewe ni mtoto tu mbele za Mungu. Kwa hiyo unapomwita lazima awe karibu na wewe. Unapomwita lazima tu Mungu akuitikie. Haijalishi itachukua muda gani, jua tu anaitika. Asema wote wamwita kwa uaminifu, lakini Mungu anataka umwite kwa uaminifu, sio unakuwa na option mbili mm. kwamba unamwita Mungu, labda Mungu naomba unibariki jambo mm. fulani, lakini kuna option kwamba Mungu asipojibu haraka, unatazama naangalia pale mm -hmm. unatakiwa okay. kuwa mwaminifu kwa Mungu Di. anapenda kwamba unapomuita yeye, yeah, yupo karibu sawa, lakini pia nayeni yeye yeah, yeah, yule anayechunguza mpaka viuno vya mioyo, kwao unachowaza anaona, kwao nachofikiri, hata kwenye maombi anajua huyo ana opsheni zake mbili, kwa unakuta unajichelesha kwenye majibu yako, anasema mm. atawafanyia wamchao matakwa yao naye atakisikia kilio chao na kuokoa. Unaona? mm. melia mara nyingi. Mm. No, umelia, lakini katika kulia kule uenda ndani unawaza kunungunika, katika kulia kule kuna wakati unawaza si nimlipizie, mm. kuna wakati unawaza si nimfanyie kipi, mm. unaona? Lakini Mungu anataka wewe ni uwe kweli, yani kweli kabisa, yani kweli mimi nakutumainia wewe, hata ninavyolia mm. hapa, sina msaada mwingine, yani sina kwingine sina kwa kugeuka kushoto, sina kwa kugeuka kulia, sina kwa kwenda mbele wala kurudi nyuma. Yeah, yeah. Mimi nimesimama hapa. Unaona, unang'ang'ana, unang'ang'ana kwenye maombi mm, unang'ang'ana naye kwamba niko hapa mimi, tumaini langu ni wewe, msaada wangu ni wewe, mm. yani sina kwingine mm. unaona mm, kwa Mungu atapima pia uaminifu katika kujibiwa na Mungu. Mungu anapima pia uaminifu. Sasa mm, nipo mimi, ni Mungu niliye karibu, na umeniita ni kweli, na neno langu nimesema hivyo, na ni mimi, neno langu ni kweli mm, lakini atapima ule uaminifu ulioko ndani yako. Amen, yeah. ananiamini mm. Mm -hmm. Asema tafanyia yao kwa hiyo ya, jua chochote utakachokipeleka mbele za Mungu, kama wewe ni mwaminifu mbele za Mungu, mwaminifu ndiyo katika kila kitu sio mwaminifu tu katika kumuita mm, sio katika kumtegemea tu mm, lakini mwaminifu katika kila neno katika kila jambo unalolifanya mm. Wewe ni mwaminifu, mwaminifu kwenye wakati wako wa maombi mwaminifu mm, katika kumwabudu mwaminifu katika kumtukuza kumsifu, mwaminifu kwenye sadaka kwenye zaka kwenye kila neno lako, mm. Mungu anapimaga uaminifu katika kila engo, anapima uaminifu hapo mm, no, mm, Mungu ndo atajifunua mm, mm, na kuweza sana kutujibu mtu mbaya naache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, amrudie uh, Bwana na, na, na, naye tamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye tamsamie kabisa Amen. Kwa hapo tunajifunza Mungu ni mwingi wa rehema, pole hasira, ashike hasira yake milele. Hata kama wewe ni mtu mbaya, Mungu anakuita hata kama ndugu yako ni mtu mbaya hata kama watoto wetu wameelekea kwenye njia zilizobeba uharibifu, mm. Tuwakumbushe tu kwamba Mungu anakuita uache hiyo njia, ukageuke, uache mawazo yako mabaya, umgeukie Mungu, naye ni mwingi wa rehema, ataturehemu na rejelee ata na rejelee na Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo tunajua Mungu anakusamehe kabisa, ndo maana amesema kwamba na nitawasamea waovu yao, na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mm-hmm. Unajua kwamba Mungu anasamehe kabisa kabisa kabisa. Amina, Bwana asaidie sana. Amina, amina. Asante sana kwa kushiriki. mm-hmm. Amina. Hilo neno amesema maneno mazuri sana, umetutia moyo hata sisi wenyewe kina mama, jinsi ya kumsubiria Bwana na kumtegemea Bwana na kumwamini, tusiwe na plan b. Wakati unaongea, nilikuwa nasikia sio vizuri kuwa na plan b. Yani, unamwambia Mungu, mimi hapa hapa nashikilia hapa hapa imani, nisaidie. Kwa sababu saa nyingine plan b, the wazo la plan b linakuja hapa. mm. mbona anaona mambo yanachelewa, mbona anaona hali inazidi kuwa mbaya, ngoja e nye nyijaribu hiki amen. Huko sio kumwamini Bwana amen. Basi nashukuru kwa uwepo wenu, tutaingia maombi kama kawaida yetu tukianza na toba kwa ajili yetu na wenzetu kwenye kundi hili, tukumbuke wanafamilia zetu, watoto wa wengine, ndoa za wengine, mabinti zetu humu na mabinti ambao watarajiwa wao wameshajulikana. kuna, kuna binti ambaye Mungu amemjalia kesho anatangaza uchumba, atashuhudia ye mwenyewe a. Na wengine bado tuwaombee binti zetu wakutanishwe na watu walio sahihi. Haleluya alafu tutaombea watumishi wa mungu kwa majina na huduma kuna mkutano unaanza Dar es Salaam Big November kesho tarehe 23 wachungaji wametoka nchi mbalimbali wanahubiri mambo ya utakatifu alafu tutaomba kwa ajili ya nchi zetu karibu twende mbele za bwana kiwa sehemu nzuri uwe huru kutoa mute tukaingia kwenye well, maombi Amina Bwana asifiwe wapendwa Neno la leo, somo la leo la Isaya 55. Ninatumaini tano litatusaidia, limetuongezea uh, silaha mbinu namna jinsi ya kuendelea kutembea na Bwana na kuwafundisha watoto wetu kumpendeza Bwana, kuwa tayari kwa ajili ya paradiso wakati wa Bwana ukifika. E, ukiwa unahitaji kupokea sala ya, ya kuokoka uokolewe, haleluya. Mbingu ipo na jehanamu ipo tumia ma linki hapo chini ya video hii. Na kuna kundi la mapokezi, humo ni watumishi wa Mungu tu ukupokea. Ukiingia humo, tafadhali acha jina lako na useme hitaji lako, kama unahitaji somo, kama unahitaji ushauri, tutakuja inbox sisi, tutaku tutakujibu na tutakutoa kwenye kundi la mapokezi ili tukuhudumie kwenye faragha pembeni. Ubarikiwe sana na damu ya Yesu zidi kukuhifadhi. Tusiache kuendelea kuombeana katika kazi ya Bwana siku hizi za mwisho. Tuombee wachungaji wetu, watumishi wa Mungu tunaowafahamu, na tuombee nchi zetu. Mbarikiwe sana. Amen.